umempongeza kwamba amefanya mkuasio, sisi katika industry kat, ambayo inaongoza kusapotiana, comedians wanaongoza, mimi naweza nikawa shuhuda uh, wa jambo hiyo, comedians wana roho ya kukunja. Unaongeleaje biashara ya Asmah? Bado tutaendelea kusapotiana kwenye biashara ambayo ni industry ya comedy. Ni mpe ushauri au naongelea

chanzo kimoja cha pesa kwa kitoshi, basi wewe basi pale oh, umejiongeza uh, ni safi kabisa. Ongeza uh, sana uzuri, umejiongeza uh, kabla mambo hayajaisha, unajua na sana, unajua uh, sana ina muda sasa, lakini ya kwa hiyo kama alivyosema mwisho wake alisikia, anasema mwisho wake una ni ambiyo kabla sijaja moasei sio nzuri o matangazo. Kwa hiyo mimi nakupongeza sana, na huu ni mfano, kaka angu Said amefanya jambo yake, na mimi atakuja mingine, wengine watakuja. Kwa hiyo huu ni mfano wa kuigwa kabisa, hongera sana, na nirudishe maiki kwa. Nashukuru sana mheshimiwa, nashukuru sana mke wa nakusema Asma amefungua biashara na kuonyesha watu alitonatonano ana bidhaa ziko ndani mo hofu mitengena nitaziona ate

hiyo ilianzisha kwa mama sana, ukifika hapo na mwanzo anaoshajoleda naye okay, labda kwa marafiki baadaye ukaitoa. So inaonesha hii ni tabia yako, na watu wenye tabia kama za kwako, kwamba wanachopata wanakitoa huwa wanafanikiwa sana. So naamini kwamba huu ni mwanzo, na yani, big o, na leo mimi na we must go

mwenyewe kafanikiwa. Hongera sana oh, mdogo wangu Asma, hongera hongera sana. Pengine wengi walikuwa nafikiri ni harusi. Kama ni harusi, nimemwona mdogo wangu hapa, alikotupia ndugu <laughs> <laughs> wa ueea sana bwana

ana kipaji cha uchekeshaji lakini basi baada ya kuletea huduma uaaiileo aaa bidhaa pamoja na kaka zake ongera kwenye nafaka hapa yeah. Kuna bidhaa zina lebo ya asli, ningetamani sana leo kama sehemu ya stepping stone party bidhaa nyingi ambazo tutanua hapa

mji ibona ingine nawivu na mwenzake, ongeza nyingine kafanye. So mjini mipango wadu, ukishazaliwa moya tayari, lakini mumdu, waca kuongezea jamani. Tanzania wye, tumpigia makofi ndugu yetu mweshimua koi, nimefurahi sana, tuko pamoja jamani hawa tuko nao tunashirikiana nao. mama yangu katolea dada dada dada, miongoni mwa ambao tuliangaika nao ni hawa mabrathas, MC Zena, MC nani, wote tuko pamoja jamani. Tanzania oye! mogo waja ng'ombe sidi unapa mwiko, usitukane wa kufa, uzazi ungalipo. Ndugu ananchi nchi, kuna <tikopanikana> mtu ana swali. Jamani, asanteni nimamboni sarimiyetu. Thank you my brother from another mother. Asante. Asante.